Wewe pia unafahamu namna gani nampenda binti yangu. Siko tayari kumuona akiwa mikononi mwako. Jeli, tunafahamiana na kufahamu vizuri, haitowezekana. Okay. Fine. Na mimi siwezi nikatoa pesa yangu ipotee bure Milioni 30, simply hapana. <laughs> Siwezi. Kama huwezi kunipa binti yako ni muoe, na mimi sitakupa milioni 30 ize. Lakini mimi nakuhurumia sana, utakuja kumpoteza mke wako eti tu kwa sababu ndogo ndogo kama hizi unashindwa kuni e, kuniruhusu mimi nikamuoa Mary akawa mke wangu na mimi nikakupa hiyo milioni 30. Fikiria. unavyojisikia jamani? Vipi, vizuri? Uko vizuri? Na madokta wanasemaje kuhusu unavyoendelea? Mungu ni mkubwa jamani. Ehi, Mungu ashukuriwe. Acheni Mungu aitwe Mungu, ache Mungu, Mungu jamani. Na unategemea kurudi lini? Labda ili niweze kukuandalia. Kweli, naomba siku mbili kabla ya kurudi nipigie simu, ili niweze kukuandalia bebi wangu.

Unataka vipi? Vipi kuhusu nini? Mbona unaibia video yangu? Nimekuibia video yako wapi? Ngoja tuone. Tuone video yenyewe iko wapi? Iko wapi video? Muu mwizi nani? Nitakupiga makofi sasa hivi, acha ujinga. Unajua sura wizi? Sura wizi unajua? Twende. Nende wapi? Twende. Nende wapi? Wewe. Niende wapi? Nitakupasua. Sasa hii tunu nyimbo gani ile Ila ambela, ambela. Ha, ha, ha. Nyimbo kwanza za kizungu, hata ukitukana ujui nyimbo zetu sisi. Georgina Georgina, umeondoka Georgina, umeniachia masikitiko mengi Georgina Georgina Georgina <coughs> mkunywa tuondoke basi, muda umeshaenda. Hii huyu mama kigogo tamu sana, nafikiri hata panya kafia umumu kwa utamu hapa. Tezi wangu hakuna kuondoka hapa, tinywe mpaka tife, sinye mpaka tilewe, tilewe mpaka tinye tife, maisha ni mafupi Not... Hmm. Eh? Tinywe pombe paka tusahau tabu, kwa sababu aya maisha tunaondoka. Yani mguu wako mguu wangu hapa halali mtu ah. Yani leo Di wangu. <laughs> Leo tunakesha pombe tamu, maneno cheupe, dawa sasa. Hapa tunu, tunalala hapa hapa hapa, kuna kuondoka nyumbani? We hapa tunakunywa, tunaondoka. Usinete balaa lako nalianzisha. Sasa hapa unakunywa, tunanyanyuka, tunaondoka. Pombe nyingi, kwani tuondoke kwetu? Tunagombwa ah. Wewe Mama kuki Wacha kutafuta kiki kiki. wewe. Wewe Hata Hata anajiita anajiita majina ya Mtie Zeko ile mtoto mtoto mtoto Mtoto Mama Mama kuki. kuki lete lete pombe. Hapa weka gambe. nawe unajui kazi yako au? Mama kuki lete mbili. na wa wa wa Yobo. kiki wewe. Hata anajiita majina ya mtoto Ah. Na tusema sisi wanaume wabaya ah. Afwe makuki na kudai usijikausha, usijifanye mkavu, unaela yangu hey. Izi pombe usipangalia siku sikulipi, hata mia tutakatana mulemule mule. Yani tutakatana pale pale utwamini mamakuki Mama mamakuki hiki kitu, Mama Kuki. Iki kitu. Nasikia test yako panya. <laughs> Test yake panya. Mtoto <laughs> wa kigogo. Wewe umejaacha kumaliza maneno ah, wewe. Mama Kuki hebu njoo. Hebu njoo, Mama Kuki. Mama Kuki njoo. Ah! Ila gauni Mama Kuki. Mama Kuki kwenye ubora wako. Umeanza. Ah, ili gauni tafikiri unaenda kanisani. Na wewe umri wako. Ah, Mama Kuki. Mama Kuki una DNA mbili wewe. Ngaikana Singida na Marangu. Mama Kuke ana DNA kunywa, tuondoke bwana, na Marangu na Singida eh. Afu meja, sikiliza spend hizo. Yani umekana mimi hapo mwanamke, unamsifia mwanamke mwingine, tutagombana hapa sasa hivi. Mama Kuke ana DNA kunywa, tuondoke bwana, ana Marangu na Singida eh. Afu, <laughs> Shtuka mwanangu. Ah, hiyo yako. Ah, wewe. Hapa unajua mimi hapa na invoice. Ah, mm -mm. Kwa mama kuki na invoice. Mimi siongezi nyingine hizo zina hiyo nikunywa ya sasa, imenitosha. Hakuna kutosha. Hata kidogo. Wewe kunywa maliza twende. Sikia cheupe. Ipe itu roho inapenda. Life is local. mm -hmm. Minap... Tulikuwa na wenzetu wangapi? Ninapenda tambi mm -hmm. kutum... Ah, ili tambi si lako. Na lako wewe, si lako. Eh?

Hapa yani ha, leo mjini. Kwanza leo tunapiga vyombo tunakunywa kweka gambe Mama Kuki kichupa, Mama Kuki, yani, Kuki uwezi kubeba hilo pipa ukaleta nyumbani? ha huo unajua, show show zangu mimi mimi ndio hizo mambo ya hapa ah, ah, nataka yule ndugu yako ah, mfukuze mle ah, ndugu yako anani mind ananichukulia mimi barida mm. Hii ah, na kwa misigala unakooa mangu kunywa, tuondoke baba.

Mbona unalia? Shida ni nini? Mary. Mbona unalia? Una shida gani? Eti Mary. Aha. Mary. Mary niambie basi. Kwa nini unalia? Eh? Mary, niambie basi. Mary. Jordan. <laughs> na malaika wangu, niko hapa hivi. unanipenda kweli hasa? hmm. hmm. Hilo ni swali gani la kuniuliza Mary? Mi nilikuwa nimelala, lakini baada ya kusikia simu yangu inaita na nikaitizama, nikaona ni wewe unanipigia. Huwezi amini, usingizi wote ulikata na nimeitikia wito wako pasi na kujali usiku huu nitakutana na kitu gani, ila niko mbele yako Mary. Hakuna mwanamke anayeweza kunitoa nyumbani kwetu usiku na hakuna mwanamke ninayempenda kwenye hii dunia kwa moyo wa dhati zaidi yako. Wewe ndio wa maraika wangu, nakupenda sana Mary. Hakuna mwanaume anayeweza kukuonyesha upendo kama ninaokuonyesha mimi Mary, upendo wangu kwako ni kama Adamu kwa Hawa, nakupenda zaidi ya unavyonifikiria Mary Nakupenda pia Jordani, lakini nahofia mwanaume mwingine kuingia kati yetu, maana baba baba ananilazimisha mikwa na Jerry. Kwani Jerry bado anakufuatilia? Ndiyo, na baba anasema kwamba inabidi nimkubali Jerry tuepushe hatari iliyopo karibu yetu. Nahofia kukupoteza Jordani. Nisikilize mimi Mary. Sawa. Hakuna hatari yoyote itakayo kuja kukutokea wewe ikiwa mimi niko hai, labda niwe nimekufa. <coughs> Jordan, nikwambe kitu. kitu gani tena? Naomba unipende mimi tu, yaani maisha yako yote yalobakia ya kuishi sasa hivi duniani, naomba uwe na mimi <coughs> tu, usio na mwanamke mwingine. Ni hilo tu. Mimi nakuahidi na malaika wanashuhudia kama mashuhuda, nakuahidi kukupenda, kukuheshimu na sitakusaliti maisha yangu yote yaliyobaki katika hii dunia, na nitakutunza kama mzee Makwaya alivyokutunza. <tuhunza> <tuhunza> Naona najitanganya, nampenda, nampenda. Imecharibu fikiri, sio kwa zangu wakiri, nampenda, nampenda, nampenda. Kwa ya nani? Mm. Isije ikawa ya Boni lakini Boni, hii mimba mm. Kuwa ya Boni awezekani kuwa ya kwake inawezekana, ah. Ikawa ya Mzee Majaliwa, maana ndiyo mtu ambaye nimekutana naye mara nyingi. Kama ya kwake siwezi kuzana yule mzee hivyo, tutanachukuliaje mimi taona sina maana kwa kweli. Hapana, hii mimba itabidi nifanye niitoe basi. Na mtu walimwengu jamani, nimewakosea nini mimi jamani? Na leo tena hivi hivi jamani, nimefungua juzi tu mimi jamani. Sasa hizo ameshaanza kunifanyia ushirikina jamani, jamani, siongezema niwalipe basi, yaani ah, yaani, jamani, huu mtaa huu mimi huu wewe, mbona mpaka sasa hujafungua genge? Afu unaanza kulalamika o, oh, mimi sina bahati, sina hela. Kwa staili hii unafungua genge saa nne kama bosi <laughs> Sikia ba, tuachane nayo, hebu nifungulie genge mimi, nichukue vitu nay ha! wawili mambo haya yo mapema, yote hii unavunja nazo, nataka kutuvunja miguu nayo makafara yako ha! mbona muda bado, wenzia nalogaga usiku, sio asubuhi <laughs> Umemaliza? Bwana, tuachane nayo, hebu nifungulie genge mimi, unipe vitu kwenye magenge mengine. Tena ndo mganga wako alivyokutuma akakwambia usifungue mpaka makafara yako yakitimia. Mbona kaka uko hivyo? Afu hata ufanani na ulivyo uchawi tu, kaka mzuri, kuendekeza ushirikina hovyo, yatakushinda na mwaka huu. Icho kigenge na uwo uchawi utoboi.